Ni wakati nataka kuingia katika neno, nataka kuingia katika neno, tamani ukapate kufungua moyo wako, Bwana akapate kuingia ndani yako. Najua ya kwamba una mashaka, najua kwamba uko na dhiki, najua kwamba uko na mzigo ndani yako. Imefikia wakati unamwambia Bwana, maisha haya mpaka lini? Mpaka imefikia wakati unatamani kufa. Bwana Yesu asifiwe lakini nataka nimwambia kwamba mchana wa leo kuna ukombozi unaenda kupatikana. Usiangalie ni janga gani unalolipitia. Usiangalie ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni ngome gani iliyoinuliwa juu yako. Bwana siku ya leo anataka akakutane nawe. Alipokuwa katika sinagogi, alikutana na mama mmoja aliyeugua miaka kumi na minane. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bwana akanenewa, na aliponenewa mtu yule akapata kuinuliwa tena. Hata uwe nawe mchana wa leo, haijalishi ina miaka mingapi, Bwana anaenda kukuinua na unaenda kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Mwambie jirani yako, unaenda kufunguliwa kwa jina la Yesu. Ulivyoingia sivyo utakavyotoka. Unaenda kufunguliwa, unaenda kupokea uzima, unaenda kupokea baraka, unaenda kupokea kazi fedha na dhahabu ziko kwake yeye na unaenda kuzipokea kwa jina la Yesu Amen. Bwana Yesu asifiwe, ni wakati wa neno, nataka tukapate kumwangalia mtumishi wa Mungu, nabii Luka. Yesu Kristo alipokuwa anakomboa watu Alipitia kijiji kimoja kikawa kunalo sinagogi, akaingia ndani ya nyumba ya Bwana ili akapate kukomba watu, akafundishe watu neno, na hapo hapo ndipo watu walipokea wokovu, ndipo watu walipata kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama Bwana alinena siku zile za unabii, hata leo anaenda kuzungumza nasi, haleluya. Taka nipate msomaji akapate kuingia kitabu cha Luka mtakatifu kumi na tatu mstari ni wa kumi atasoma mpaka hiyo kumi na tatu kumi na tatu mstari wa kumi mpaka kumi na tatu tasoma. hmm. Luka mtakatifu mlango wa kumi na tatu mstari ni wa kumi unasema: Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi moja na tazama alikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka kumi na minane naye amepindana ame hawezi kujinyosha kabisa Yesu alipomwona alimwita akamwambia Mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake naye akanyoka mara hiyo akamtukuza Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana litukuzwe. Neno linatuambia ya kwamba Yesu Kristo alipokuwa katika mji wa Samaria aliingia katika sinagogi alipoingia katika nyumba ya Bwana akaanza kufundisha habari za utukufu wa Bwana. Alipokuwa anaendelea kufundisha habari za Yesu Kristo, neno linasema ya kwamba malaika wa Bwana alimshukia, na alipomshukia akaonyeshwa ya kwamba kulikuwa kuna mama na miaka kumi na minane akiwa alikuwa anaugua. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa amepinda mgongo wake, yaani alikuwa na tezi kwa mgongo wake, na tezi ile ilikaa zaidi ya miaka kumi na nane. Ikawa imefikia wakati amekata tamaa, anajua ya kwamba haya ndiyo maisha yangu, maana sitafunguka mpaka niende tena kwa Baba. Lakini alipokuwa amekata tamaa Neno linasema ya kwamba machozi yake na kilio chake Mungu alipata kusikia, na aliposikia akamtuma malaika wake. Alipomtuma malaika wake, akaingia katika mwili wa Yesu Kristo ili akapate kutambuliwa mutu yule ambaye alikuwa anaugua miaka kumi na nane, na neno linasema ya kwamba Yesu Kristo akamwinua yule mama na akamwambia ya kwamba kuanzia siku ya leo, miaka kumi na minane kwa Bwana ni siku nane tu peke yake, maana unaenda kukombolewa na unaenda kusahau shida zote ulizo nazo, maana Bwana akisema ufunguliwa, unaenda kufunguliwa. Neno linasema ya kwamba Yesu Kristo akamwekea mkono mama yule, akakemea yule pepo wa udhaifu aliyekuwa ndani yake, na yule pepo akatii sauti ya Yesu Kristo, akang'oka ndani ya yule mama na mama na akapata funguliwa na akapokea uzima, maana alinyoka tena na akatembea akijua kwamba kuna ye Mungu anayeweza. Nataka nikwambia ya kwamba mchana wa leo, mpendwa, usiangalie ni miaka mingapi umewekwa kitandani, usiangalie ni miaka mingapi uko na wa ugonjwa wako, usiangalie ugonjwa wako uko na muda gani, usiangalie dhiki yako iko na muda gani. Siku ya leo Bwana anaenda kutuma neno, inaenda kumwoka huo taifu ulio ndani yako hu udhaifu uliowekwa ndani yako unaenda kung'oka kwa jina la Yesu. Wewe unaenda kukombolewa kuanzia sasa, unaenda kufunguliwa kuanzia sasa. Habari za Yesu Kristo zinaenda kutangazwa katika maisha yako katika nyumba yako katika watoto wako, uzao wa tumbo lako unaenda kutangazwa ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Amina, Haleluya, Amen. Bwana Yesu asifiwe na ya kwamba kunao ambao wanaugua yule pepo wa dhaifu ndani yao, huenda kuwa ugonjwa ulio nao umekuacha umetaofika, umekosa amani kabisa, kwa sababu nafikiria huwa ugonjwa ulio ndani yako. Maana ni miaka mingi umekaa mpaka watu wanasema ya kwamba utakufa nao, maana ulizaliwa nao. Nataka ni ya kwamba mchana wa leo kunaye Yesu mwana wa ametumwa ni kwa ajili ya ugonjwa ulionao, ametumwa ni kwa ajili ya hoja ulio nayo, ametumwa ni kwa ajili ya dhiki ulio nayo. Inaenda kung'oka kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu wakapate kukombolewa, watu wa Mungu wakapate kuweka huru. Ukiamini Bwana anaenda kushughulikia mchana wa leo. Amina, mwambia jirani yako, ukiamini unaenda kufunguliwa kwa jina la Yesu. Mwangalie kwa macho kama amekusikia, mwambie, ukiamini unaenda kufunguliwa kwa jina la Yesu. Hayo mashaka ya miaka kumi na nane huwa ugonjwa wa miaka kumi na nane hiyo tiki ya miaka kumi na nane Bwana anaenda kuing'oa kuanzia sasa. Bwana anaenda kutabirisha kufurahikia. Wewe ni wa maana machoni kwa Bwana, unaenda kukombolewa mpendwa. Kama nyumba yako miaka 18 ni ya vituko, kama nyumba yako miaka 18 ni ya vita, hivyo vita vinaenda kukoma kwa jina la Yesu, vituko vinaenda kuhama. Wewe ni wa maana machoni kwa Bwana na Bwana anaenda kunyosha mkono, ni kwa ajili ya kufunguliwa maisha yako Hello. Kuna mtu anasema hata sijui ndoa hii ni vile, nilifanya kulazimishwa na nyanya, ndio maana nikaingia katika ndoa hii. Ningejua maisha ya ndoa ni hivi, mimi hata ningekaa ninge, ninge kwa nyumba kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu asifiwe. Usiseme kwamba wana wanaume si wote ambao wanapiga. Bwana Masha, hapige ama, namgana wazi wangu, mnapiga hamupigi, mnalea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana anaenda kushughulikia nyumba yako. Kuanzia sasa, hautaguswa tena mwili wako, maana huyo pepo wa udhaifu, huyo pepo ambaye haeleweki anaenda kung'oka ndani yako. Bwana anaenda usulikiwa na wewe unaenda kuwa huru mpendwa. Utatembea kama wenzako, utafurahikia maisha ya ndoa kama wenzako, utafurahikia maisha ya ndoa kama wenzako, hautapigwa tena. Hakuna fimbo atakayoingia kwa mwili wako, hakuna matukano atakayoingia kwa mwili wako, hakuna vituko vitaingia ndani yako. Hiyo pepo dhaifu anaenda kutoweka, hiyo pepo ya magonjwa anaenda kung'oka, hiyo pepo wa anaenda kung'oka mwana, baraka, sabana, mwana, mwana wa Daudi anaenda kuachilia neema. Baraka za Bwana zinakutana na nyinyi. Mwana wa Daudi anaenda kuachilia uzima. Mwana wa Daudi anaenda kuachilia amani mchana wa leo. Haleluya, Bwana yzaevewe ni wamana mana, wewe ni wamana

Katika maisha uliyo nayo, Bwana anasema wewe uwamana, hata uamuzi uliowekwa usiangalie, vigango vilivyo hapo, usiangalie maisha magumu yaliyo hapo. Wewe ni wamana machoni kwa Bwana. Mpendwa, unaenda kuinuliwa kwa jina la Yesu. Hizo dharau za ilo boma zinaenda kung'oka sasa, kule kukataliwa kwa ilo boma kunaenda kutoweka sasa, kule kutengwa kwa ilo boma kunaenda kufurugwa sasa. Wewe ni wa maana machoni kwa Bwana. Kunacho kibali cha mwana wa Daudi, kinaenda kutembea ndani yako, kinaenda kutembea kwa nyumba yako, kinatembelea watoto wako, kinatembelea nyumba yako. Wewe ni wa maana machoni kwa Bwana, hautateseka tena. Hiyo machozi ya uchungu, hiyo machozi ya huzuni, Bwana anaenda kuyafuta. Machozi ya kilio, Bwana anaenda kuyafuta. Wewe ni wa maana machoni kwa Bwana mchana wa leo. Haleluya. Miaka kumi na minane mama yule alikuwa amelikosa tumaini. Miaka kumi na minane mama yule alikuwa hana la kufanya, maana hata nguo yenyewe anavaa nguo ya kufanya kubarikiwa, mama yule alikuwa akifua amefanya kuomba sabuni afuliwe, maana alikuwa amekataliwa kabisa. Lakini mwana wa Daudi alipokutana na mama yule, maisha ya mama yule yalibadilika, maisha ya mtu yule alipata kubadilika. Nataka nikwambie hata wewe nawe, maisha yako yanaenda kubadilika, mpendwa, maisha yako yanaenda kuwa maisha ya maana, wewe unaenda kutambulika, mpendwa, maisha yako yanaenda kugeuzwa. Bwana anaenda kugeuza maisha yako. Bwana anaenda kutengeza maisha yako, maana ni wa maana machoni kwa Bwana. Ukiamini utamwona Bwana ndani yako. Si wakati wa kuhuzunika, mwaka huu ni mwaka wako. Sema mwaka huu ni wangu, mwambie Bwana mwaka huu ni wangu, mwaka wa baraka, mwaka wa kufunguliwa, mwaka wa kuendelea Amekuritisha Bwana, amekuritisha kwa jina la Yesu Amin. Maisha yako yanaenda kubadilika, haleluya. Kama walikuwa wanazoea na karanga chapati mpaka Desemba, kutokea hapa, ukifika kwa nyumba tu eh, mama nasha mama nangua, yani kila kitu ni cha kukaranga tu, we mama nasha mama nangua, unakibadilisha kuku una uja kuku unaenda yani, kuwa unapotoka hapa Bwana anaenda kukutengenezea maisha yako, template ya maisha yako wewe unaenda kuitengeneza kuanzia sasa. Unakunywa chai ya rangi ukipenda, maana ni ya jioni kama kahawa, lakini maziwa ndio chai yako, na si ile ya kutia maji beseni nzima. Hapana, pakiti moja nusu kikombe cha maji Bwana yazaliwe. Bwana anaenda kumbadilisha maisha yenu kuanzia sasa. Najua ya kwamba shetani amemkamata lakini siku ya leo anaenda kumwachilia. Kuna ye mwana wa Daudi ametumwa, ni kwa ajili yenu. Kuna ye mwana wa Daudi ametumwa, ni kwa ajili ya maisha yako mpendwa. Kuna ye mwana wa Daudi ametumwa, ni kwa ajili ya maisha yako. Bwana anaenda kuachilia neema, maisha ni pako. Bwana anaenda kubadilisha maisha yako kuanzia sasa, na mnaenda kupokea kwa jina la Yesu. Bwana anaenda kumfungua, Bwana anaenda kumtekelezesha njia. Kuna hiyo njia anaenda kuifungua. Bwana anasema kwa ya kwamba nitafanya njia hata pasipo kuwa na njia ni atua maji hata jangwani. Pale ambapo amefika mwisho, ndipo Bwana anaenda kuanzia hapo. Maisha yako yanaanza siku ya leo. Wewe ni wa maana machoni kwa Bwana.